Hapa mtunzi wa zaburi Daudi anaeleza namna ambavyo aliweza kunyamaza kimya anapokutana na changamoto mbalimbali, kunyamaza kimya na kujibu. Maana unaweza ukaongea kwa maki, kumbe unasababisha wengine wanausikia, wakachukua hatua ambayo inaweza ikaleta hatari kubwa sana. Sisi ni viongozi, tuna watu nyuma yetu, lazima tujifunze kunyamaza kimya na kuchunguza, kwa nini kimesemwa hivi, kwa nini kinanena hivi, kwa nini kiko hivi. Mtunza zaburi akaendela kusema, nalikuwa sisemi, nalinyamaza kimya, sina faraja, maumivu yangu yanazidi kutaka kuzungumza, alinyamaza kimya, akaona maumivu yanazidi. Anasema ndipo niliposema Mungu ni msaada wangu. Kwa hiyo sisi wote tunamtegemea Mungu. Unaposema haki, haki ya mwenye haki Biblia inasema haitapotea, haki ya mwenye haki haitapotea. Na siku zote usikazane kulipa kisasi. Kisasi ni cha nani? cha Mungu. Ndugu zangu, tukivumiliana. Tumetoka mbali sana, na tunapokwenda ni mbali, na tulipo ni mbali. Juzi tuko tunazindua kanisa la vivatizo wa Sabato, kuna viongozi walitoka Kenya, wakasema ilikuwa twende Goma, lakini tumeshindwa kwenda Goma kwa sababu hakuna amani, hakuna amani. Kwa hiyo tukaona tuje nani, Bukoba, baadaye tuje Mwanza hakuna amani. Kwa hiyo leo unaweza ukaichezea hii amani, lakini baadaye utakuja kulia, utakuja kujuta, utakuja kushangazwa. Angalia mataifa yote, tusifate hawa watu wanaotudanganya. Unajua tu, wakati mwingine tunaiga mataifa mengine. Angalia wote walipoingia, hakuna msaada waliopeleka, hakuna msaada wanaopeleka. Sisi viongozi wa dini wote tunajua hatuna chochote tunachopoteza, maana kufa sisi ni faida kuishi nako ni Kristo. Sasa kuishi ni Kristo, kufari nini? <laughs> Usifate wazungu, wanatupotezea muda. Wameingia Kongo, nini wamesaidia? Sudani, nini wanasaidia? kila siku ni vita. Wanaumia ni, ni wenye nchi wenyewe ndio wanaoumia. Watanzania ndio watakaoumia, sio wao. Ukraine angalia, kuna chochote kimeongezeka si ni vurugu ndio imeharibika tu, ni vurugu ndio zinaweza kuongezeka, watu wanakufa kila leo. Tu tunajifunza huko nyuma, kinachoendelea unajua. Vitu unaweza ukaisikia kwa sababu hujaiona, ukasema hakuna haja. atakalokuwa tunawasha moto, washa wako mwenyewe na muwasha nani? Lazima tufikirie. Kwa hiyo watu wa Mungu, nataka niwaambie kwamba tunapozungumza habari za amani tuzingatie utaifa wetu, tuzingatie tunu zetu za taifa. Ndio maana Biblia inasema katika umoja pale katika kitabu cha Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa tatu, anasema: tazama ilivyo vema ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Sikiliza, wakikaa pamoja kwa umoja. Unajua tunaweza kukaa pamoja hivi lakini hatuna umoja, kila mmoja ana jambo lake moyoni. Lakini angalizo anasema huyu jamaa hapo yake hii nikipata ni ngata analeta maneno gani hapo? Lakini unaona tupo pamoja, lakini hatuna dini, hatuna umoja. Lakini Biblia imesema tazama ilivyo vyema ndugu akaa pamoja kwa umoja, alafu hitimisho lake ule mstari wa tatu anasema huko ndiko Mungu alipoamuru baraka. Kwa hiyo kwenye umoja huu tulionao na tunapofanya pamoja, kazi pamoja, kama kipindi kile cha kuchinja, sisi Waislamu no tulikuwa tuwezi kukaa pamoja. Eh? Mayangu hapo tunaishi naye Butimba. Kwa hiyo nikiona tu amefunga kilemba anasema huyu. Inawezekana kufunga mabomu. Shetu apale. Yaani tuna tunafanya mazoezi, unafika unaona, piga push up, unajinyua mawe, unaruka ulimao, unafanya, unafanya yani kuviziana ile nani mwenye haki ya kuchinja. Makanisa alichomwa kuna wachungaji waliuawa Misikiti ilichomwa, tunawindana, hauna kutulia. Ndio hapo kamati ya amani ilipoanzia hapo Mwanza. Leo utasikia kamati za amani nyingi, hizo kamati imeanza kwenye hali ngumu. Ndio maana tunayozungumza haya sio kwa, kwa kufurahisha watu. Yani tunaongea tuko serious. Ndio maana tukiona kamati za amani zimelegalega, Shekabeke, tunasema a a tuamke, tuzunguke, tuzitembelee kamati za amani, tunaanza kuzunguka, sio kwamba kuna mtu anatusupporti pesa aa. Tunajitengenezea wenyewe mazingira kulinda taifa letu. Tunajua tulikotoka, tunajua tulioyakuta, tunajua tulio yapitia ya wengine, tumeturika kufa vita tunaijua. Alafu leo mtu aibuke tu kwa sababu ya pesa, leo mimi nitakupigia kura, utashinda, utafanya hivi. Sio kwamba familia yangu wote itapata. Mimi hata ukilipa milioni kumi, milioni hamsini, nitakula, nitashiba, lakini ukoo wangu wote utashiba, utashiba? tutaeneza hizo pesa Haiwezekani. Lazima tuangalie ajira tutapata wote hata kama nukiuwe. Ukisema tu mimi leo ni rais wote, tulioku wale marafiki zako, hata Sheikh Beke leo akiwa rais tu leo anaweza akanisahau. <laughs> Tapigeshe sijara, bwana, ngoja tapigia, nina kikao hapa paka kesho, ule ni ubinadamu <laughs> sasa ubinadamu wetu usababishe tuchukiane Nikaanza kusema unajua, mtu achakuwa kiongozi bwana anazima simu, anajiona sana. Hapana, hata kama ni wewe, simu nazo zinachosha. Unafika sehemu unapokea simu mpaka unachoka. Usianze kuchukia mwenzako kwa sababu tu ya utashi, yaani wewe mwenye, hata ukikaa ukifikia hivi, mimi nikiwa rais kweli nitatimiza <laughs> majukumu yao wote, mpaka na watoto wao wa, haitawezekana. Kwa hiyo, ndugu zangu, ninaomba tujifunze hili, kulinda amani. Ndio maana akasema Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, akaongeza na huo utakatifu, maana kuna mtu atakayemwona Mungu pasipokuwa nayo. Kwa hiyo wakati mwingine tunasema haki haki. Mwanafalsafa mmoja Socrates anasema haki ni uadilifu, haki ni maadili, kwamba bila maadili na uadilifu hakuna haki. Na ndio maana ukisoma Yakobo anasema mtu asiyejikwaa katika kunena huyo ni mwadilifu, nyingine anasema huyo ni mwaminifu, huyo atamuona Mungu, asiyejikwaa katika kunena. Sasa ukiangalia sisi wote wanadamu, kujikwaa ndiko kwingi. Sasa kama wote tunajikwaa, je, ni waadilifu? Sio waadilifu, kwa tujilinde sana katika vinywa vyetu kunena na kama ukiona utamkwaza mwenzako basi nyamazi.